Uh, ndugu mpenzi wa chaneli yetu Tuongee TV. Uh, na leo hii nakuletea uh, kipindi cha mwisho ambacho tutajifunza namna gani ya kufanya maombi katika jeshi la uhamiaji. Kama umeangalia posti zangu mbili zilizopita, mbili tatu hivi, nilikuelekeza kwamba posti za uhamiaji zimetoka, ajira za uhamiaji zimetoka. Hivyo basi hii ni video ambayo nakuelezea ni namna gani uweze kufanya maombi haya. Ukidownload PDF ya waliotoa ajira ya wa uhamiaji, kifungu namba tatu wameandika namna ya kufanya maombi: maombi yote ya ajira yatawasilishwa kupitia tovuti ya idara ya uhamiaji ambayo ni https -E strash hizi mbili wanaita mkwaju mkwaju mkwaju, www.immigration.go.tz nitakuandikia pia hapo utaiona ukiandika hivyo. Ukiingia unaweza ukajisajili kwenye mfumo wao. Ajira hizi kama navyojua, zilitoka tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na mbili mwaka jana elfu mbili na ishirini na tano na mwisho wa kufanya maombi ni tarehe kumi na moja mwezi wa kwanza elfu mbili na ishirini na sita. Wakati wa kufanya maombi, mwombaji anatakiwa kuambatanisha au kuaplodi. Kwa hiyo inabidi uwe na vyeti vyako kwenye simu au kama kwenye PC uweze kuziaplodi kwenye ule mfumo wa ajira nyaraka zote ambazo zinahitajika: cheti cha form 4, cheti cha darasa cha, cha, cha, cha, divansi. Kwa hiyo inategemea na elimu wewe uliyoisoma, umeona? Na vyeti vyote aplodi kwa mfumo wa PDF, umeelewa? Na hiyo PDF inazidi, inatakiwa isizidi KB mia tatu. Kama PDF inazidi zaidi ya KB mia tatu, hawezi kubali kuaplodika kwa maana hiyo ukipitia changamoto hiyo, naomba ukomenti hapo ni kufundishe namna ya kupunguza ukubwa wa PDF. Pia inatakiwa weke picha au passport size ya hivi karibuni, passport size ambayo inakuonyesha we wewe sasa hivi ulivyo, na passport size isizidi kb mia tatu. Umenielewa? Na barua ya maombi ya ajira uiandike kwa mkono kishaandika kwa mkono utaiskani, uitupie kule kwenye kwenye kwenye, kwenye, kwenye linki yao tovuti yao ya idara ya uhamiaji ambayo ni https double dot stroke mbili www dot immigration dot go dot tz. Kwa hiyo unaandika barua kwa njia ya mkono unaiskani alafu unaiaplodi hapo, nadhani umeelewana barua ya utambulisho toka serikali za mtaa umeelewa shei kwa aliopita makambini jkt jku wawe na barua za utambulisho kutoka kwa mkuu wa kambi kwa hiyo lazima uwe na barua ya kukutambulisha wewe ulipotoka katika serikali za mtaa alafu kama wewe uko jeshini basi uwe na barua kutoka jeshini ambao ni ya mkuu wa kambi. Uwe na cheti cha kuzaliwa ukiaplodi. Uwe na kitambulisho cha taifa au namba ya NIDA, umenielewa? Ukiaplodi kule, index namba ya vyeti vyote, kidato cha nne, kidato cha sita, lazima uziweke kwenye mfumo, umenielewa? Awe na namba ya utambulisho wa cheti cha ngazi za stashahada. Ni watu wa digrii wa diploma, lazima uwe na cheti kinachokutambulisha wewe umemaliza hicho chuo ya. Yeah, ndo hivyo hivyo, ndo vitu muhimu sana ambavyo inatakiwa vizingatie. Asante kwa kunisikiliza, na ukipitia changamoto yoyote, basi naomba unione kwa kunitumia comment, nitareply. Asante.